Maeneo ya bodi ya ligi na kama ambavyo unashuhudia, eh, hali ya mvua hapa bodi ya ligi lakini haijazuia mashabiki wa Yanga Africans eh, kuendelea kulundikana na kujazana hapa kwenye ofisi za bodi ya ligi kwa ajili ya kusubiri kile ambacho kitaamuliwa leo ambapo Yanga Africans viongozi wao wameitwa kwenye ofisi za bodi ya ligi juu ya mustakabali ya eh, dabi ya tarehe 15 kama ambavyo unashuhudia mashabiki wako hapa na mvua inaendelea kunyeshanyesha, lakini mashabiki bado wako hapa wakiwa wanasubiri hatima e, kuelekea kwenye mchezo huo wa tarehe kumi na tano ambapo inasemekana viongozi wameitwa huko kwa ajili ya kwenda kujadili mustakabali wa kile ambacho kitatokea, kama ambavyo wanashuhudia no, wananchi e, wako hapa wakiwa wanaendelea, wakiwa wanaendelea kusubiri e, hatima yao e, kuelekea hiyo tarehe kumi na tano. Mvua kubwa inanyesha maeneo haya e, ya Ilala ambapo zipo ofisi za bodi ya ligi, lakini kama ambavyo unaoshuhudia e, wananchi wako hapa wakiwa wanaendelea kusubiri kile ambacho e, kita, kita, kita, kitatokea e, baada ya viongozi wao kumaliza huko. Shuhudia nini ambacho kinatokea hapa tuko vizuri, ndiyo, tunasubiri. Unajua, sisi kama mashabiki ambao bondia yetu wanapigana katika ulingo, kwa hiyo tunachosubiri bondia wetu akitoka nje akifanya hivi, sasa tunaamini kashinda. Ah, no. na sisi ngoma inainuka hivyo hivi, tunajua huko tuna ngoma sio nzuri, tunapeleka tarehe 15 na sasa sasa, nikwambia kitu yani, wapenzi wote wa Simba waombe huko mechi iwe hivi hivi, lakini wakisema bwana engineer, nani wa viongozi wetu, wakisema kwamba mechi inachezwa basi Simba atafungwa msimu magoli mengi kuliko kuwahi kutokea duniani. Simba atafungwa magoli mengi kuliko kuwahi kutokea duniani, hiyo ni tahadhari, kwa sababu sisi saa hata tutamsha saa tisa usiku Simba tunamfunga ila tu msamaha, ukitoka huko kwamba bwana tarehe kumi na tano inapigika, sisi wote hapa tuna fly na tunampiga goli. Wakisema tarehe kumi na tano hatuchezi, sisi wote tuna fly. Yani Yanga si hatupendi shida, sisi fly wakisema poa poa, minayo tushaongea, hakuna shida, si nasubiri viongozi wetu watoke, wakishatoka yeah. amna ah, shida yeah. Ila kuna ujumbe mmoja anapeleka, kuna watu wana mwojioji sana huyu Dosa, na akiongea anasema yeye Yanga. Wasemaji wa Yanga wote nadhani unawajua, kuna mmoja alikosa yeye, yuko wapi? Mvua kubwa, e, mvua kubwa na labda nikwambie kitu kimoja, urais sio utawala, urais ni utumishi. Na ndio maana unakuta wazee wa Yanga wanamwambia injinia ukikosea mlango ule pale, ina maana rais ni mfanyakazi wetu sisi, namuagiza. Yes, rais ni mtu. Rais ni wa kuagizwa, rais sio mtawala, rais e, ni kama vile mtu wa kuhudumia watu e, watu. Mimi nina kadi ya wanachama ambaye mimi ndio namwagiza rais wangu kanisemee vile, kwa hiyo ndio maana tunasema rais Kikosea sisi chali sisi hatuna rais hey, wa heshima blaza, sisi tuna rais wa ukweli, wa kumchagua, wa kumchagua kwa kadi zetu, mmemtuma sisi. Hatusemi kwamba wewe ponjoro kaa pale, kwa msaada tunakuomba wewe rais rahisi wa heshima. Hapana blaza, sisi tunamtuma.